Kumkana Papa ni kulikana Kanisa. Haya ni maneno yaliyotoka katika kinywa cha padri Tong Chetse raia wa China alivyoitwa na serikali ya kikomunisti iliyokuwa kinyume na imani hasa imani Katoliki, akadaiwa kwamba aikane imani yake. Aliitikia kwa kutoa hotuba katika jiji la Shanghai Juni mbili mwaka 1951. Katika hotuba hiyo alisema kwamba, ndugu zangu, madai ambayo yanatoka nje ya hirakia ya kanisa yanatutaka sisi kumkana papa na kuikana imani yetu. Mimi siwezi kufanya hivyo kwa sababu ninayo roho moja tu ambayo siwezi kuigawanya, lakini ninao mwili. Hivyo basi, nitakavyofanya, nitaitoa roho yangu kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya kanisa lake, na mwili wangu nitatoa kwa ajili ya serikali. Kwa kufanya hivyo nitakuwa nimeleta mapatano kati ya serikali na kanisa, kwa sababu kumkana papa ni kulikana kanisa. Wapendwa, si msimamo wa padri Tong peke yake, bali ni ukweli uliofunuliwa na Mungu Mwenyezi kwa kanisa lake, siyo kanisa tu, kanisa moja takatifu katoliki na la mitume, ambalo hili kanisa limewekwa chini ya papa. Kanisa hili kwa Kigiriki linaitwa eklesia kwa Kiebrania kahal na kwa Kiswahili kanisa, liko chini ya mamlaka ya papa na yeye ndiyo amekabidhiwa kwa ajili ya kulichunga. Na ndiyo maana sasa kanisa la mwanzo likawa na desturi ya kusema kwamba ubi petrus ibi ecclesia, yani alipo Petro alipo papa lipo kanisa takatifu, katoliki na la mitume. Tunajiuliza, papa ni nani? Papa ni vikari wa Kristo, wa kwanza kati ya mitume kumi na wawili, wa kwanza kati ya maaskofu wa Katoliki duniani. Yeye ndiye wa kwanza katika kulinda na kutetea imani na maadili ya kanisa. Kwa maneno mengine au kwa jina jingine, tunamwita Baba Mtakatifu au halifa wa Mtume Petro. Kama vile ambavyo Petro alikuwa ni mkuu wa ule wa urika wa maaskofu wa kwanza wa kanisa Katoliki, mitume kumi na wawili vivyo hivyo papa ni mkuu wa maaskofu duniani. Kwa pamoja wamekabidhiwa kanisa maaskofu, lakini ukuu wake unazidi ule wa maaskofu wenzake na waamini wengine katika kanisa Katoliki. Ni vizuri tuone upekee wa papa. Kwa kweli upekee wa papa ndiyo ule upekee wa mtume Petro. Kama maaskofu wengine papa hupatikana baada ya kusali muda mrefu kama Yesu alivyosali usiku kucha kabla ya kuwateua mitume wake. Lakini kama Yesu alivyowateua wale mitume wake kumi na wawili, papa naye aliteuliwa hivyo hivyo. Lakini sasa yeye ni maarufu kuliko maaskofu wengine kwa sababu maandiko matakatifu peke yake yanamtaja mara 195 huku mitume wote kwa pamoja wakitajwa mara 130 na kwa idadi anayemfuatia Petro kwa kutajwa mara nyingi ni mtume Yohane anayetajwa mara 29 katika maandiko matakatifu. Na katika msingi huu yeye ni maarufu kuliko maaskofu wengine duniani hapa, kwa sababu liturujia kanisa Katoliki inamtaja katika kila misa inayosaliwa duniani, inayoadhimishwa duniani, huku maaskofu wengine wakitajwa katika majimbo yao tu. Ndiye aliyekabidhiwa kanisa huku akipewa ahadi ya kuzishinda nguvu za kuzimu. Na katika mazingira haya, mtakatifu Sipriano anakiri akisema kwamba kanisa limejengwa juu ya mtu mmoja, naye ndiye papa. Lakini pia papa ndiye ambaye aliamriwa na Yesu akavue samaki ili ipatikane kodi kwa ajili ya kulipa kwa ajili yake na kwa ajili ya Yesu. Na ndiyo maana sasa mtakatifu Klementi, askofu wa Alexandria, anasema kwamba o oh, Petro mbarikiwa sana, uliyeteuliwa uliyechaguliwa, ambaye kwa ajili yako peke yake kwa ajili yako peke yako bwana wetu Yesu Kristo alilipa kodi, ndiye aliyekabidhiwa funguo za ufalme wa mbinguni, ili afungue au kufunga chochote kile na haya tunayapata katika injili ya Mathayo sura ya 16 aya ya 19. Yesu, mwenye funguo za mbinguni, ndiye aliyemkabidhi Petro funguo hizi, na kumiliki funguo ni ishara ya kumiliki mamlaka juu ya kile ambacho funguo inaweza kufungua au kufunga. Hivyo basi, ni ishara kwamba Petro ameshirikishwa sehemu fulani hivi ya mamlaka ya Yesu, na ndiyo maana sasa akaitwa Petros kwa Kigiriki, Pe kwa Kilatini Petro kwa Kiswahili, yaani mwamba mdogo au jiwe dogo ulio au lililo sehemu ya mwamba mkubwa unaong'ara zaidi, Petra, yaani bwana wetu Yesu Kristo. Na haya yanaonyesha kwamba yeye ana umiliki katika mamlaka ya mbinguni, kwa sababu ana mamlaka haya kutoka kwa Yesu mwenyewe. Huyu ndiye Baba Mtakatifu ambaye daima Kristo anadai upendo kwake tena upendo wa kimungu ili alilishe vizuri kanisa lake. Baada ya ufufuko, Yesu alimuuliza mara tatu Simoni, yoanu agapas me pleon tutoni lege ya utoo, yani Simoni, yoha, Simoni wa Yohani, wanipenda kuliko hawa? Naye Simoni alijibu pasi na kusita, naikurie suodas hotifirose lege ya utoo Akamwambia poimaine ta probata, yaani chunga kondoo wangu, baada ya Petro kukiri kwamba anampenda Yesu. Na haya tunayapata katika Injili ya Yohane sura ya ishirini na moja aya ya kumi na sita. Japo upendo wa Petro haukutosha kwa kuwa alidaiwa upendo wa kimungu agape, huku yeye akikiri kumpenda kwa upendo wa kiasiri wa kibinadamu fileoni, Yesu alimkabidhi chundi lake Yesu alimkabidhi kundi lake ili alichunga. Basi tutaje baadhi ya mababa watakatifu, yaani mapapa walau wa mwanzo 12 wa mwanzo ambao waliongoza kwa kupokezana: wa kwanza, mtakatifu Petro; wa pili, mtakatifu Linus; wa tatu, mtakatifu Anacletus; wa nne, Klementi mtakatifu; watano, mtakatifu Evaristi; wa sita Alexander wa kwanza mtakatifu, wa saba Sisti wa kwanza, wanane, watisa, wa nane Telesfori wa tisa Hijinus, wote hawa ni watakatifu, wa kumi mtakatifu Pius wa kwanza, wa kumi na moja mtakatifu Aniseti na wa kumi na mbili mtakatifu Soteri, huyu ndiye papa katika Kanisa Katoliki ambaye baada ya kanisa kukaa kwa takribani siku 17 pasipokuwa naye baada ya kifo cha mtangulizi wake Papa Francis, kwa siku ya 18 sasa limempata Prevosti Kardinari Robert Francis, yaani Papa Leo wa 14 ambaye katika orodha atakuwa ni papa wa 267 baada ya kutanguliwa na wenzake 266 na, na mapapa hawa wamekuwa wakifuatana wakirithishana nguvu za kitume katika mnyororo usio katika, yani apostolic succession. kama ni ukoo, basi tuwaweza kusema kuwa huyu Papa Leo wa 14 yuko katika ukoo wa mapapa, ukoo wa Mtakatifu Petro, Petro mtume ambaye ndiye papa wa kwanza. Kwa kweli ni bahati kubwa sana kwa wale walio chini ya papa, walio chini ya huyu ambaye aliteuliwa na Yesu mwenyewe. Na mimi naona fahari kuwa sehemu ya watu hao wanaoongozwa na papa. Na kwa hali hii, nafasi ya papa ni giza kwa wale walioko katika giza, haieleweki kwa wale wasio na shauku ya kuelewa wala kuamini. Nafasi hii siyo sahihi kwa wale walio katika makosa daima, na nafasi hii ni kichekesho kwa wale ambao ni vichekesho hasa na hata kwa dhamiri zao. Na kwa kweli hakuna umoja wa kanisa pasipokuwa na papa, vinginevyo ni sawa na watoto wanaojidanganya kwamba wanao umoja wa familia, huku wakimkataa mzazi wao wa kiume kuwa sio baba yao. Ni kujidanganya tu. Kanisa ni mwamba, yaani utimilifu wa utabiri wa mwamba ambao Musa aliupiga kwa fimbo yake katika jangwa la Sini huko Kadeshi, nao ukatoa maji hai, maji ya Meriba. Watu na wanyama wao wakajipatia maji hayo na wakaishi. Haya tunayapata katika kitabu cha Hesabu sura ya 20 aya ya kumi hadi ya kumi na tatu. Mwamba huu kanisa uko chini ya mtume Petro na ndani yake tunapata maji ya uhai kwa sababu tunalishwa kwa neno la Mungu na kwa sakramenti, huku sisi tukijitahidi kuishi sakramenti hizo kwa fadhila za Kikristo na maisha adilifu. Kwa kuwa haya yote yanapatikana ndani ya kanisa, basi ndani ya kanisa hili ambalo liko chini ya Papa, chini ya mtume Petro tunapata